Sasa leo tunaendelea na uchambuzi wetu wa Injili kwa mpangilio wa matukio. Wakati Yesu, Petro, yakobo na Yohana wanashuka mlimani baada ya tukio lile la ajabu la kubadilika sura na kuonyesha utukufu wake, dani na uhakika, hawa wanafunzi watatu walikuwa na hamu kubwa ya kuwaambia wanafunzi wengine wa kile walichokiona, lakini Yesu akawaamuru, njiani wakishuka, katika Mathayo 17, wasimwambie mtu yeyote hadi baada ya Mwana wa Adamu kufufuka kutoka kwa wafu. Sasa Injili ya Marko inaongeza katika sura ya tisa mstari wa kumi, basi wakalishikilia jambo hilo kwao wenyewe wakijiuliza maana ya hili kufufuka kutoka kwa wafu ni nini? Sasa hebu nisisitize hapa kwamba labda jambo gumu zaidi katika huduma ya Yesu lilikuwa kuwasaidia wanafunzi wake kuelewa mambo mawili: kwanza, kwamba hakuja wakati huu kuanzisha ufalme, na pili, sababu ya yeye kuja duniani wakati huu. Unaona, hawakuelewa wazo kwamba kutakuwa na maonekano mawili ya masihi wa Israeli, mara ya kwanza kwa ajili ya kusulubiwa na mara ya pili kwa ajili ya kutawazwa. Sehemu kubwa ya changamoto ilikuwa kwamba Agano la Kale halikuwa wazi kabisa kuhusu jambo hili maalum. Sasa, baada ya kuwaona Yesu, Eliya na Musa kwenye mlima wa mageuzi, hawa wanafunzi watatu wanajiuliza kuhusu ahadi, labda ile ya Malaki. Malaki aliandika katika sura ya nne na mstari wa tano wa unabii wake kwamba Eliya angeonekana kabla ya masihi kuja kuanzisha ufalme wake duniani. Sasa Yesu ndiye masihi, walijua hilo. Eliya ameonekana tu, kwa hiyo kwa nini Eliya hakuwarudisha watu tayari kwa ajili ya ufalme? Kwa kweli, Eliya sasa ametoweka tu ghafla hewani. Sasa yote haya yangekuwa ya kuchanganya. Yesu anawaambia hapa katika mstari wa kumi na mbili, lakini nawaambia kwamba Eliya tayari amekuja na wao yaani viongozi wa Wayahudi katika taifa hawakumkubali bali walimtendea walivyotaka. Vivyo hivyo mwana wa Adamu atateseka mikononi mwao. Mathayo anaongeza katika mstari wa kumi na tatu, ndipo wanafunzi walielewa kwamba alikuwa anawaambia kuhusu Yohana Mbatizaji. Ndiyo, anazungumzia kuhusu Yohana Mbatizaji lakini pia anasema hivi, kama walivyomuua Yohana Mbatizaji mnaweza kuwa na uhakika wataniwa mimi pia Masihi. Sasa sikiliza, kuna sababu kadhaa kwa nini hili ni gumu kwao kuelewa. Yohana Mbatizaji hakuwa Eliya lakini alifanya kazi kama Eliya alivyofanya kwa kizazi chake. Huduma ya Yohana inaonyesha kwamba kukataliwa kwa Yesu na Israeli ni ushahidi kwamba ndiyo Masihi alikuwa amekuja katika kuja kwake kwa kwanza, lakini kwa ajili ya jambo tofauti na kuanzisha ufalme wake hapa duniani. Tazama, Yohana Mbatizaji alieleza wazi kwamba Yesu alikuwa kwa kweli mwanakondoo wa Mungu aliyekuja kuondoa dhambi za ulimwengu, Yohana 1:29, kulipa adhabu ya dhambi ili watu wasamehewe na na wakaribishwe katika ule ufalme wa milenia ujao. Naam, ujumbe wetu ni upi leo? Basi ujumbe kwa kizazi chetu ni kwamba Masihi alikuja. Yeye ye, alikufa ili wote waamini ndani yake na wapate msamaha wa dhambi zao na ahadi ya uzima wa milele kupitia kwake. Nikuambie wapendwa, tunapaswa kuwa kama Elia leo. Tunapaswa kuishi, kushuhudia na kuielekeza jamii yetu kwa mwanakondoo wa Mungu aliyekuja na anayekuja tena sasa pamoja na hayo yesu na wanafunzi wake watatu wanashuka kutoka mlimani na umati mkubwa wa watu unawasubiri wakutane naye sasa luka sura ya 9 tunapoacha simulizi ya injili ya marko anatueleza hapa katika sura ya 9 kilichotokea baada ya hapo kuna huyu mwanaume mwenye moyo uliovunjika hapa ambaye yuko karibu kumlilia yesu mstari wa 38 na anasema hivi mwalimu na kuomba umwangalie mwanangu kwa kuwa yeye ndiye mwanangu pekee na tazama roho inamshika na ghafla anapiga kelele, inamtikisa kiasi kwamba anatokwa na povu mdomoni, na inamvunja kabisa na haimwachi kirahisi. niliwaomba wanafunzi wako waitoe, lakini hawakuweza. Sasa subiri kidogo, unamaanisha nini kusema hawakuweza? Walikuwa wametoka kwenye safari ya kimisheni muda mfupi uliopita ambapo walikuwa wamepewa nguvu na Bwana kutoa pepo na kuponya wagonjwa. Na sasa hawa wanafunzi tisa waliokuwa chini ya mlima wote kwa pamoja wameshindwa kutoa pepo mmoja tu. Unamaanisha wamehamia kutoka kuwa na nguvu hadi kukosa nguvu? Basi simulizi ya Mathayo sura ya 17 inasema kwamba hawakuwa wanamwamini Bwana. Simulizi ya Injili ya Marko sura ya tisa inaashiria kwamba hata hawakuomba kuhusu hilo. Unaona, Bwana anataka kuwafundisha wanafunzi somo hapa na hili ni jambo ambalo hutokea pale wewe na mimi tunapoacha kumtegemea yeye na kuanza kujitegemea wenyewe. Hivyo Bwana anawaomba wamlete yule kijana kwake. Sasa, tena, Luka saa tisa na madakika arobaini na mbili inasema wakati yeye, yaani yule mvulana, alipokuwa akija, pepo alimwangusha chini na kumtikisa, lakini Yesu akamkemea yule pepo mchafu, akamponya yule mvulana na kumrudisha kwa baba yake, na wote wakashangaa kwa ukuu wa Mungu. Unaona, Yesu anaonyesha mamlaka yake ya kimungu, ukuu wake wa kimungu, uungu wake na ukubwa wake. Alifanya hivyo mlimani kule juu katika ile nuru angavu, na ngoja nikuambie, anafanya hivyo hapa chini anapoonyesha nguvu zake juu ya ufalme wa giza. Sasa, ukuu wa Mungu unaweza kuonekana wazi zaidi kwetu kule juu mlimani, lakini ngoja nikuambie, ni wa ajabu na wenye nguvu na unafanya kazi vilevile vile hapa chini, katikati ya vurugu, giza na mkanganyiko wa dunia yetu. Luka anaandika hapa katika mstari wa 43: wakati wote walikuwa wakishangaa juu ya mambo yote aliyokuwa akifanya, Yesu akawaambia wanafunzi wake, yachukulieni maneno haya masikioni mwenu. Mwana wa Adamu yuko karibu kutiwa mikononi mwa watu. Sasa lazima nikuambie kwa bahati mbaya, maneno haya hayakuingia sana mioyoni mwao. Mstari wa 45 unasema kwamba hawakuelewa maneno ya Yesu na waliogopa, waliogopa kuuliza ufafanuzi. Kwa nini Yesu aliwaambia jambo ambalo alijua hawatalielewa? Hilo ni swali zuri. Ninaamini Bwana alikuwa anawapa taarifa ambayo watakumbuka kwa msaada wa Roho baada ya kusulubiwa kwake. Watatambua kwamba kusulubiwa kwake hakukuwa kosa hata kidogo, haikuwa kama walikosea kwa bahati mbaya. Yote yalikuwa kulingana na mpango wa Mungu. Na usisahau kwamba Yesu anawaambia hapa kuhusu mateso yake yajayo, wakati wakiwa katikati ya kushangaa mambo yote aliyokuwa akifanya. Unaona, kwa sasa wao wanafikiri watapanda juu na muujiza huu moja kwa moja hadi kwenye utukufu wa ufalme, lakini huo si mpango wa Mungu. Hivyo Yesu anawakumbusha kwamba kuna mpango wa Kimungu, na mpango huo ni tofauti kabisa na wao walivyofikiria. Mara nyingi hali hiyo hiyo hutokea kwetu mimi na wewe. Mara nyingi mipango yetu inapingana na mipango ya Mungu. Mpango wetu tuliouandika mara nyingi ni tofauti kabisa na mpango wa Mungu. Siku moja tutaelewa kwamba kile ambacho Mungu alikuwa amepanga kwa ajili yetu kilikuwa bora zaidi kuliko chochote ambacho tungeweza kutumaini. Kwa kweli nakumbuka wanandoa wachanga walioteuliwa kuwa wamisionari barani Afrika miaka mingi iliyopita, lakini mke alipata ugonjwa mbaya ghafla. Na kwa sababu ya ugonjwa wake, walilazimika kuacha ndoto zao za umisionari na kurudi Marekani. Basi ili kujikimu kimaisha, kijana huyu alijiunga na baba yake katika kazi ya udaktari wa meno, na pia alimsaidia baba yake kufanya majaribio ya jinsi ya kuchuja juisi ya zabibu ili isiharibike, na ilikuwa kwa ajili ya kanisa lao kuitumia wakati wa ibada ya meza ya Bwana. Basi majaribio yao kwa muda yalifanikiwa, na wakaanza kutoa juisi yao ya zabibu isiyochacha kwa makanisa mengine katika jamii, na habari zikaanza kusambaa. Haikuchukua muda mrefu kabla ya mahitaji ya juisi yao ya zabibu kuwa makubwa kiasi kwamba walifunga kabisa kliniki yao ya meno ili kuendeleza biashara hii mpya. Basi yule kijana aliyetamani kuwa mmisionari jina lake lilikuwa Charles Welch, alisaidia kuanzisha kampuni ya juisi ya zabibu ya Welch. Hakuweza kuwa mmisionari wa nje ya nchi, lakini hakuwahi kupoteza moyo wake wa kutumikia misheni. Kwa kweli, aliendelea kuchangia mamia ya maelfu ya dola kwa kazi ya Kristo kwenye maeneo ya misheni duniani kote. Unajua wapendwa, wakati mwingine inachukua maisha yote kuona mpango wa Mungu kwetu ukitimia. Labda hatuoni sasa. Labda itachukua maisha yote, au labda hata hatutaiona katika maisha yetu. Lakini hatimaye, hakika siku moja mbinguni tutaona kwamba Mungu hakufanya kosa, hakufanya makosa yoyote juu ya maisha yetu. Kwa kweli, siku moja tutaona kwamba utukufu wake ulikuwa unaonekana kila hatua ya njia, hata hapa chini katika bonde la giza la maisha duniani. Basi, kwa hayo, muda wetu umeisha, wapendwa.